Jukwaa la 14 la Utawala wa Mtandao wa Afrika linatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 29 hadi 31 Mei mwaka huu katika Kituo cha Kimataifa cha Mkutano Julius Nyerere hapa Dar es Salaam. Tutafahamu zaidi hasa mjadala um, miongoni ni pamoja na mustakabali wa kidijitali wa Afrika ni mkurugenzi wa miundombinu ya TEHAMA kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tutaangalia kutangazia kuhusiana na e, mkutano huu ama jukwaa hili la kumi na nne la utawala wa mtandao barani Afrika e, lakini tutaangazia pia hali ya miundombinu ya TEHAMA ikoje kwa sasa katika taifa letu e, Mhandisi Magomba e, karibu sana na e, tunafurahi kuwa nawe kwenye matangazo yetu asubuhi hii e, kwanza tugusie kuhusiana na hiki ambacho kinakwenda kujiri kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 31 ambacho kinaitwa jukwaa la kumi na nne la utawala wa mtandao wa Afrika ni nini hasa? Asante uh, sana mtangazaji. Uh, jukwaa la kumi na nne la Afrika la masuala ya mtandao ni jukwaa ambalo linawezesha majadiliano huru, shirikishi yanayohusu mambo ya sera, kanuni, udhibiti na na matumizi ya intaneti pamoja na teknolojia za kidijitali. Mm -hmm. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo linawaleta wadau mbalimbali wakiwemo mawaziri wa TEHAMA, watunga sera mbalimbali pamoja na mabalozi, e, sekta binafsi, mashirika ya umma, mashirika binafsi, wanazuoni, a, na wadau mbalimbali ili kuweza kutafakari kwa pamoja na kuweza kuangalia nini kinatakiwa kifanyike kwenye sera, kwenye maudhui, kwenye eh, mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya intaneti, lakini pamoja na zile teknolojia ambazo ni za dijitali zinazotumia intaneti kwa ajili ya mawasiliano. Sasa uh, na hebu tuambie sasa, hali ya miundombinu ya TEHAMA katika nchi yetu ikoje, wakati ambao tunakwenda kukutana na nchi nyingine kujadili kuhusiana na masuala haya? Asante sana eh, kwa upande wa miundombinu kwa wananchi yetu ya, ya Tanzania hadi sasa hivi upatikanaji wa, wa internet ya kasi. Na, inawezesha upatikanaji wa internet ya kasi hivi, maoja, a, ya a, wa internet ya kasi hivi imefikia asilimia tisini na moja kwa teknolojia ya 4G tunaita, ambayo ndio inawezesha sana kupatikana kwa internet ya kasi au kwa teknolojia ya 3G tuko asilimia tisini na mbili Kwa hiyo tuko mahali pazuri kwenye upatikanaji wa, wa masuala ya, ya internet kwa miundo mbinu kikubwa ambacho tunaangalia sasa ni wangapi ambao wanaweza kutumia hiyo teknolojia kuweza kupata internet ya kasi kwa hivyo hmm. Kwa, kwa miundombinu ni jambo moja, lakini kwa matumizi yake ni jambo lingine, ndio tunaenda kuangalia kwa pamoja sasa e, jinsi mahali ambayo tuko sasa hivi upatikanaji wake wa miundombinu, lakini pia na matumizi yake. Kwa nini watu wengi hawatumii idadi hmm. ni kidogo kuliko kutokana na na ukiangalia takwimu zilizopo za upatikanaji wa miundombinu mm. e, na wale ambao wanatumia hiyo huduma ya intaneti vinatofautiana kwa, tunataka kuangalia kwa pamoja nini na nini kifanyike, sasa ili kuwawezesha watu wengi waweze kutumia hiyo huduma ya intaneti sasa. Yapo mambo yeah, mbalimbali pia ambayo mtajadili e, labda tu kwa muktasari mwingine ambayo mtagusia kongamano hili lita, kama nilivyotangulia kusema mm. litajadili mambo tofauti mbalimbali mba. E, jambo la kwanza ni hilo. Tutaangalia hizo sera na mambo mengine, kanuni na udhibiti za mambo ya intaneti. Lakini pia tutaangalia upatikanaji wa huduma za uhakika za intaneti kwa watu wote. E, zipo gap, bado inaonekana kuna maeneo ambayo watu hawatumii wa kabisa intaneti lakini pia kuna maeneo mingine miundo mimi haijafika kwa mm. Tutaangalia hilo gap kwamba e, asiachwe mtu yoyote ambaye, ambaye anaweza kusema kwamba naweza tukasema kwamba kuna eneo ambayo alipatikana ni huduma na lingine linapatikana huduma kwa mm. Kuhakikisha mm. huduma sehemu zote moja mm, kati Lati. ya changamoto ambazo tumeziona pia ni swala la usalama mitandaoni mm, yeah. Katika hili, nini ambacho mnalenga um, hasa kuja na suluhu ya namna gani? ya kwani uh, kwani kongamano kwa hili kama nilivyotangulia ni kusema zipo mada tofauti. Nilikuwa nimesema mada moja tu ndio ya upatikanaji wa internet mada niyo, ya pili ni hiyo uliozungumza ya mambo ya usalama mtandao e, tunataka kuangalia kwa ujumla, kwa sababu nasema kwamba ili kuwa na, na mawasiliano ya uhakika mm. E, uh, tafsiri yake ni kwamba ni mawasiliano ambayo yanakuwa ni salama, lakini pia ni maso, ma, ni, mawasiliano ma, ambayo yanakuwa yana ubora kama mwingine ambaye anaangalia katika katika malengo hayo kwa jambo kubwa tutakaangalia kwenye usalama mtandao ni kuangalia ni eh, nini kinatakiwa kufanyike kwa kuakisha kwamba tunakuwa tuna anga salama la matumizi ya intaneti. Mtumiaji akiingia kutumia intaneti au akitumia kutumia huduma zote za digitali, anafanya miamala yake ya simu, anaangalia taarifa, anafanya chochote, basi ahakikishe kwamba kule anapo access anapotumia hizo huduma <coughs> basi zinakuwa ziko salama, hawezi akaibiwa akapata changamoto changamoto yoyote katika kutumia huduma za, za internet. eh, mjadala huu mnakwenda kuufanya katika kipindi ambacho eh, nchi yetu eh, nchini kumekuwa na gumzo baada ya baadhi ya eh, eh, maakaunti za taasisi za, za umma kuudukuliwa na watu kuanza kupost eh, taarifa mbalimbali za upotoshaji, uh, na, na, na tukirejea pia pale awali ulisema kwamba miundombinu eh, hii ya TEHAMA iko imara lakini jambo hili limeleta wasiwasi wasi kwa wananchi kwamba tuko salama kiasi gani, kama eh, akaunti rasmi za, za, za, za taasisi za umma zinadukuliwa. Hapo ndipo utakuwa na umuhimu wa kongamano kama hilo, kwa sababu hmm, kuna elimu kubwa pia itatolewa namna na ya kwa kuhakikisha kwamba akaunti unayotumia eh, itakuwa ni salama, haiwezi kudukuliwa. Kuna vitu vingi tu vitaongelea kwenye kongamano hilo. Najua vipo vyombo husika ambayo vinafuatilia vina ili swala lilotokea, e, siwezi kulizungumzia sana, lakini kwenye kongamano hilo tutaangalia kwa upana kabisa. Unajua tunatarajia kubadilishana ujuzi na vitu vya namna hiyo. Nakumbuka kongamano hili naleta wadau wote wa Afrika wako mahali hapa, kwa sababu ni mkutano wa Afrika, lakini pia kuna taasisi na vyombo, mfano ITU na zile za UN nyingine, wote wata ambao watakuwepo pia mahali hapa kuweza kubadilishana ujuzi, nini kifanyike? Namna gani tunaweza tukaweka angalau tu salama? Wadau pia wanatakiwa kujulishwa na kufahamishwa kipi kinatokea, kifanyike kwa kisha kwamba e, zile akaunti zao au chochote chokitumia wafanye nini kwa kisha kwamba wanapoingia kwenye mtandao wawe salama. Kwa hiyo ni masuala mengi yatazungumziwa. Hmm. Hmm. Yeah. na watu wakija mbali pale watafahamu vitu vingi sana. Unatarajia ugeni kutoka mataifa mangapi na utaratibu pia wa kushiriki? Hadi sasa hivi eh, uh, wale waliojiandikisha wamezidi elfu moja. Tuko kama elfu eh, moja mia moja kutoka mataifa mbalimbali mbali. wageni ambao wanatoka nje ya nchi waliojiandikisha hadi sasa hivi wako mia nne hamsini. Uh, Watanzania wa wako kama mia sita na kitu mm. eh, na uh, zipo taasisi mbalimbali zinakuja. Kwa mfano, tutakuwepo na watu wa ITU watakuwepo, e, kuna ECA ambao ni wa UN watakuwepo, una uh, wadau kutoka UK, US, Germany, nchi mbalimbali watakuwepo mahali hapa kwa ajili ya, ya kongamano hilo mm. Mna, mna, mna, mna mtazamo gani kuhusu e, ukuaji wa kasi wa te teknolojia ya akili unde ama, ama artificial intelligence uh, duniani hivi sasa na namna ambavyo tunaipokea tuna, tuna kwa muktadha wa Kiafrika ama kwa muktadha wa Kitanzania, hilo ndio itakuwa ni uh, topic yetu ya tatu katika mm. kongamano hili. Ukiachana uh, na masuala maswala ya upatikanaji wa huduma ya internet kwa uhakika, maswala ya miundombinu, tutaangalia pia maswala hiyo ya akili unde tunasema mm-hmm. artificial, artificial intelligence uh, hii teknolojia kwa kweli ni teknolojia muhimu sana uh, katika kipindi hichi tunapokuwa kwenye e, mapinduzi ya viwanda tunasema ya nne ya tano na ya sita. Tunapokuwa tunafanya hiyo kwa sababu ndio inatusababisha tuweze kufanya a, a, kazi zetu au tufanye shughuli zetu mm, e, kwa ufanisi zaidi, kwa sababu yenyewe inaweza kutumia muda mfupi sana katika kufanya maamuzi, kuweka kumbukumbu sawa sawa na vitu vingi. Kwayo tutaangalia matumizi yake, lakini tutaangalia pia athari zake. E, kama unavyoona kwamba akili unde, uh, sasa hivi kuna matumizi ambayo ni positive na matumizi nikano, nikano, nikano zungumza, lakini matumizi ambayo ni negative akili unde inaweza kabadilisha kabisa hicho tunachozungumza hapa, nikawa naonekana mimi nazungumza lakini ikatoa kitu kingine. Tumekuwa tukiona sehemu mbalimbali, kwa mfano uh, wakati wa, wa, wa, wa, wa majadiliano ya rais wa Marekani pamoja na na mwenzake kule, unaona zile wanavyozibadilisha zile taswira, unaona kama wanapigana, lakini sio kweli ya, lakini ya kiundo imebadilisha. Tumeona vitu mbalimbali vinavyofanywa, wengine wanatumia grok wanabadilisha picha yeah na nini, sawa ni ya kiundo inafanya kwa hiyo, tunabidi tuangalie kwa mazingira yetu, zipi ni kanuni dhibiti na vitu ambavyo tunataka tufanyike kwa mazingira yetu ya Kiafrika, mm, tunashikia tunachukue zipi na kitu gani ambacho tunatakiwa kama positive kwa ajili ya kufanya maendeleo ya kiuchumi. Na sasa kwa kumalizia, nchi yetu inaenda kwa uchaguzi mkuu na tunafahamu katika kipindi cha uchaguzi, kipindi ambacho kunakuwa na taarifa mbalimbali, watu wanatengeneza vitu mbalimbali mbali, na kwa sababu teknolojia imekuwa hasa teknolojia ya kiliunde, pengine vinaweza vikatengenezwa vitu ambavyo eh, sio halisi, labda mtu an, naonekana anasema kitu fulani ambacho kinaweza kikaleta shida lakini hajasema mtu huyo. Uh, mpaka sasa mmeweka mipango gani E, katika kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki muhimu katika nchi yetu e, tunakuwa salama katika matumizi hayo ya, ya mtandao yeah, na, kwa, nina uhakika kabisa upande wa mamlaka zinazohusika Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania e, kwa kwa mba, tuna kitengo maalum pale ambao kinashughulikia mambo kuhakikisha kwamba angalia tunakuwa salama. Kwa uh, elimu zitatolewa lakini pia ni kudhibiti hivyo vitu, kama kinapotokea unajua kwamba hichi kitu ni feki kwa sababu teknolojia yenyewe inakusaidia wewe kujua kwamba hichi kilicho post ni feki au hichi ni sahihi. Kwa hiyo ni kuwa proactive kuzuia, lakini kinapotokea basi ni, ni kutoa taarifa mara moja hmm, ili hmm, kisiendelee kuenea watu kuenea watu wakaamini waka kwamba ile jambo ni, ni sahihi, wakati sio sahihi.